jumla ya fedha zote hizo ambazo kutoa msaada kwa kipindi hichi jumla yake ni dola milioni moja laki mbili na ishirini na tatu mia tatu na ishirini na nane na senti ishirini na tatu. Hizo ndo fedha za kutoa msaada kwa kipindi hichi zote kuanzia mwezi ule wa saba tarehe moja mpaka mwezi wa Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mikataba yetu inasema pale ambapo tutakuwa tumepata fedha sisi asilimia sitini na moja kama pesa hizo laki saba na arobaini na sita mia mbili ishirini na sita senti ishirini na mbili, ukibadilisha kwenda kwenye fedha za kitanzania kwa kutumia kiwango cha kubadilisha fedha cha leo cha Benki Kuu, kiwango cha fedha ambacho unakipata kwa ajili ya asilimia sitini na moja ni bilioni moja milioni mia nane na arobaini na moja mia nne na themanini na saba na senti hamsini na nane. Kwa hiyo, fedha zote ambazo mbazo natakiwa na umati wa kipindi hiki ni hiyo bilioni moja na milioni mia nane na arobaini na moja. Yaani, kuanzia next week watu waanze tuwekia ni time frame vikao hiyo rutini vianze. Kukaa kama kawaida. Lakini kuna vitu ambavyo vimeibuka kwa jifacility yani, afya elimu na vijiji, kwamba miradi mingi inayotekelezwa kule, unaambiwa kwamba mnaenda mpaka inakaribia mwisho, unaambia kuna vitu havijaripiwa, vitaripiwa ila zikifanya nini, zikija hao, yaani tunaamini kwamba jumba kama ni ni milioni na kumi, lakini bado mtu anakwambia bado kidogo haijakamilika, tutakamilisha ela aam, ikija hiyo hiyo keto abana ye lazima ni kweli hapa na nime- nimeitisha nime, nime na naitaka ni taarifa as soon as possible ya watu wote wenye hela na kila mtu tujue hela ni ya nini. Hilo la kwanza. La pili, wale watu wote ambao wametekeleza mradi alafu wanaongeza fedha unnecessary, yani kuna mradi huko umepangiwa fedha unaonekana kabisa utatekeleza mpaka itaisha, alafu kuna tuna, tuna, yani unaweza kuongeza fedha mtu anaanza kama kuweka kwenye kale kama mtindo wake alikuwa kafanya nini? Alikuwa kafanya kule nyuma. Hapo sema hizi deni. Hiyo mipango lazima tuione kwanza. Hiyo deni, kwa kwa, deni ni sacrifice. Kama kuna deni lilipitishwa kiradi kwa mujibu wa taratibu, kama nilipitishwa kiradi kwa mujibu wa taratibu, utalipa kuna utatafuta sehemu ambao unazitoa. Lazima tuwe. Haiwezekani hatuwezi kwenda na mtu hivyo. Yaani yani, wewe ukapata taratibu zozote. Yaani mradi umeenda umefikia hatua fulani una wewe unajidai kujiongezea hela kinyume na taratibu. Injinia hajui, mkurugenzi hajui, hapo unaongeza hela? Haiwezekani, hiyo kitu kitakuwa kibaya. Hiyo lazima tukubaliane. Lakini tunapopanga mipango yetu mipya, tuangalie uhalisia na mahitaji halisi ya, ya eneo husika hmm. Shule ya madarasa mengi, tuendelea kuongeza kwa madarasa. Yaani, yani, kwa nini tusiweke jengo la utawala Yaani, shule nyingi ambazo zilijengwa zamani na zinataka majengo okay, ya utawala, si ndio? Tunasita sema tu ni madarasa; yaani tunaendelea tu madarasa. Jengo la utawala kwa nani lipo? Majengo ya zamani nyumba haipo. Inseminator haipo. Hivyo ndio kitu. Yaani, ukisema wanaongeza hivyo imeeleweka kwamba kwa center pitch inseminator sio, tunaongeza katika hata hata kwa kuna jengo sio okay. Lakini sio tunaongeza, unajua ipo kuna deni kidogo. Watu zipanda zikua, kwa taarifa hatuna.

viwango tunavyolipa na utekelezaji wa shughuli zote lazima lakini. La pili, kuanzia sasa nichii, sasa tuwe na mwasibu kama ni kata kama ni vijiji, kama watakuwa wanane vijiji vyote kama unao sawa, lakini kwa kuanzia akiwepo mmoja wa kata, ambaye alisaidia facilities zote zote katika eneo husika kwa ajili ya hii miradi itakuwa imetusaidia sana, kwa sababu wahusika sasa, kuna tabia ya kutaka kuwakwepa kwa asibu, yaani mtu anataka kujifanya yeye anakwepa, kwa sababu tulipata malalamiko wakati wa fedha hizi zimeingia kwenye vijiji. Sasa tunataka tutumie kwenye vijiji, walimu wakawa wananuna, hawataki kwenda kwa nani, kwa kwa, kwa, kwa, kwa watu vijiji, watu wa afya hawataki kwenda jamani. Yeah, ndio utaratibu tumeona ndogo karibu kisha badiliko wa serikali ndogo badilika kama vile watu waliponuna ilipoanza, eh ilipoanza tu watu wakarudisha, sio kuonana moja kwa moja uso kwa uso nani, sasa watu uso kwa uso ikawa na wenyewe mgogoro kwa watu wananuna. Sasa hata ukinuna, hela zinataka usitumie tu, hakuna namna. Sasa imekuja sekenda kwenye kijiji na yeye, tunaanza kununiana wenyewe kwa kisatumikia kwenye kijiji huko kwa sababu ndio utaratibu, si kwa kijiji kwenye hela si atakupa na mtasema, bali ni wazi tu, taratibu ziko wazi na kili, mambo, wumuna, na kwa hiyo mambo tunakubaliana huko na vitu vya vya tekeleza kimingi, na ataanza kukagua. Sio hela hizi sasa, huyu ataanza kukagua toka nyuma, tutampa time kweli apige kwanza auditing ya ya nguvu, atakaenda kwenye yule mfumo, basi ni yule atakuwa tutashirikana naye lakini sisi tutafanya ya nguvu ya hela ambazo zimeingia kwa mwaka mzima toka kwa mwanzo. Na pia kwa ile kusaidia zaidi. Kwa hiyo kwa sababu kama sisi tunapata kwa ile hela tafanyeni. Utaalamu na wewe lazima ufaidini. Uongezeke.